A, kwa jina naitwa Freddy Alfred ni katibu msaidizi wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Dodoma. Leo hii tumepata fursa ya kuja kutembelea maeneo ya uwekezaji hapa Nala ambayo yako chini ya kituo cha uwekezaji Tanzania TISEZA. Sisi kama waandishi wa habari leo tumekuja kwa ajili ya kujionea jinsi ambavyo eneo hili tayari limeshawekewa miundombinu tayari kwa ajili ya kukaribisha wawekezaji. Eneo hili la Nala lina ukubwa wa hekta 607 tumetembelea na waandishi wa habari kuonyesha eneo ambalo TISEZA imetenga kwa ajili ya kuhamasisha uwekezaji. Tumeamua kutenga maeneo matano ambapo mheshimiwa waziri wetu wa uwekezaji alizindua tarehe kumi na mbili mwezi wa nane. Maeneo hayo ni pamoja na Nala, Bagamoyo, Benjamin William Mkapa kwa ajili ya Extension, na eneo la Buzwagi na eneo la Kwala. Tuko hapa kwenye kiwanda cha Karibu Naturals. E, ni kiwanda kilichosajiliwa na mamlaka ikiwa na lengo la kusindika futa ya kula kutokana na mbegu mbalimbali kiwemo chele. Kiwanda hiki kina uwekezaji wa takribani dola milioni nne na kinatarajia kuajiri wafanyakazi wa moja kwa moja wasiopungua mia moja na ishirini. Sasa kiko katika hatua za mwisho katika ujenzi. O, tumekuja hapa ili kuweza kujionea hatua iliyofikiwa, lakini tukiwa katika zoezi la kuhamasisha uwekezaji katika eneo letu hili la na Nala, ili kuwavutia na wengine ambao wangetamani kuja kuwekeza basi waone kwamba hili eneo liko tayari kwa uwekezaji. Huduma zote zinazohitajika ili uweze kuwekeza zipo, zinapatikana, na sisi tunawahamasisha Watanzania wote ambao wangetamani kuwekeza watembelee ofisi zetu za TISEZA makao makuu ama ofisi yetu ya kanda e, tutaweza kuwaongoza kama ambavyo tumewaongoza hawa na kufikia hatua hii ya uwekezaji wao. this has